lik kwenye kuchukua fomu tarehe mbili mwezi wa saba niwaombe wale ambao ndugu zetu Waislamu kwa wingi wake ambao ni wanachama wa chama cha Mapinduzi, basi tukachukue fomu. Mimi kama katibu, jambo kubwa ambayo nitakayotekeleza ni kusimamia haki. Karibu sana muda utakapofika, imsaimea lakini pia niwaombea kwa karibu sana kwenye kuchukua fomu, sisi tuwahakikishie mkahuu tunaelekea kusimamia, tusimamie haki ili tupate jamani, tuwe wengi kidogo. Tuangalia lile baraza, tuko wachache sana. Niwaombe kwa dhati kabisa wale ambao wanachama wa chama cha mapinduzi, mna sifa jitokeze. Shehe wa mkoa nilishauri hata kwenye gari. Vitengeneze viperushi vyenye zile account number, wengine hawataka kutangazwa. Vipeleke sehemu mbalimbali watu tuchangie kwenye kujenga shule yetu yenyewe. Shule itatutengenezea umma ambao utakuja, mkiondoka yenyewe zetu mashehe wetu watakuwepo, mashehe wengine ambao wanaweza kuendeleza yale ambayo mmeacha. Zaidi ya yote, tumuombee rais wetu Dakta Samia, tuiombee serikali yake kwa ujumla, tuombee mkoa wetu kwa ujumla. Tupo hapa ni kwa sababu ya amani, na Waswahili wanasema ukitaka kujua unakokwenda muulize anayetoka huko, ukitaka kujua thamani ya amani waulize walioipoteza. Niwaombe kipaumbele cha kwanza kiwe amani. Kipaumbele cha pili kiwe amani, kipaumbele cha tatu kiwe amani, mengine yote yatafuata. Hatuwezi kulima, hatuwezi kufanya biashara, hatuwezi kusafiri kama hakuna amani. Niwaombe amani tuilinde kama mboni ya jicho letu. Salamu alaikum. Kwa confidence ya hali ya juu, hongera sana kamanda, na tayari na salute ameshaipokea. Nichukue nafasi hii sasa, kabla sijamkaribisha Shekhi wa mkoa kwa dua, naomba nimkaribishe baba mwenye nyumba hii ambaye pia ni kiongozi mkubwa tu, mstahiki meya wa jiji la Mbeya. Sisi tuko kwako, naomba utuambie chochote, kama tumekukosea pale uta jicho letu. Nichukue nafasi hii sasa, kwa kuwa meza kuu ina watu wachache sana, na hapa tunaye kamanda wetu wa mkoa na ili kuthibitisha kwamba kamanda wa mkoa akisimama naye atuthibitishie usalama wetu ukoje hapa. Sasa wakati anasimama kamanda, afande simama nyuma huko, ili ansadiingie <laughs> asante, karibu eh. <laughs> assalamu alaykum. <laughs> Na nami nasimama mbele yenu, naitwa Benjamin Kuzaga shebombo, anajitahidi sana kudipitisha kwenye misaafu naanza kuelekea elekea basi alichelewa kule babati angeweza kunisaidia sana lakini basi kwa sababu nimemfuata huku ishara inawezekana mambo yakawa mazuri asante ya sana lakini kikubwa mimi niwatakie kwanza mheshimiwa e, mstahiki meya pamoja na katibu wa mkoa pamoja na shehe mkuu idi njema lakini pia ni ushukuru sana kwa maandalizi haya ambayo umeyafanya walao tumeweza kupata kifungua tumbo lakini hii naona kama ni lunchi na sio chai hii ni lunchi sasa. Kwa hali hii, kwa vile tumeshiba, lazima tutafakari sasa yale maneno ambayo e, shehe wetu mkuu ameweza kuyaongea pale. Ile hutuba ilikuwa imejaa kila kila kona ya, ya, ya, ya maubiri ambayo ilikuwa nagusa, alikuwa natugusa sisi ambao ni waumini wa dini zote pale. Mimi nilikuwa naona kama alikuwa ongelei waislamu tu, ila kwa sababu leo ni siku ya uh, muhimu zaidi kwa Waislamu ndio maana alikuwa analenga zaidi walioko pale, lakini kwa ukiyachukua yale maneno kwa ujumla wake, yanatakiwa yafanyiwe kazi na waumini wote walioko katika mkoa huu wa Mbeya bila kujali e, dini bila kujali dhehebu. Kwa nini nasema hivyo? swala la amani hilo, liongelea katika mambo mengine yote haliwezekani likafanyiwa kazi na watu w waislamu tu, ambao, yani, kwa vile ni waislamu basi ndo nyinyi umbilini amani, muishi amani, haiwezekani Mkifanya hivyo kazi kubwa itakuwa kwetu sisi jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa nini? Tutakuwa tunahangaika na madhehebu mengine, kwa sababu waislamu sasa wao wanahubiri, wanahubiri amani, wengine wale wanahubiri fujo. Tukifanya hivyo watatupa kazi sana sisi vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini kwa sababu haya maneno yalikuwa yamesheheni kwa wa binadamu wote na waumini ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ameumba, ndio maana nasema haya maneno yalikuwa ni ya muhimu sana kwetu, na mimi nimeyachukua nimechukua kwa sababu umehimiza sana amani na katika mkoa wetu nitamke kwamba leo kwanza ni shwari, mkoa mzima ni shwari. Nikisema shwari ni kwamba hakuna tukio kubwa. Matukio makubwa ni hayo unyang'anyi, mauaji na mengine mengine. Kubaka na mambo kama hayo ambayo umekemea ya ushoga na ukiukwaji wa maadili. Lakini sisi mkoa wa Mbeya niseme tunapambana nayo sana haya makosa ambayo ni ukiukwaji wa maadili. Nimesikia hivi karibuni waliokiuka haya makosa ya u, ya, u, ya ya ya, ya ya maadili katika jamii. Bahati nzuri ndio wanasema haya maneno yako ulipokuwa unahubiri pale, ile hutuba ilikuwa iwalengi Waislamu tu. Ukiangalia katika makosa hayo ambayo ninataka kuyasema, kubaka na kulawiti, kuna waumini wa dini ya Kiislamu na waumini wa dini ya zingine hizi. Sasa huwa nawauliza kwa nini kwa nini bado maka hatuwezi kumpata mtu ambaye ana dini ana, ana dini au ana dhehebu anayetenda makosa hayo? Na ukiangalia hata kwenye vitabu vyetu ukiuliza jina unaitwa nani fulani, ah, ni jina la, la dini fulani lakini anafanya haya makosa. Kwa hivi karibuni kwa wilaya Chunya mmesikia kuna mtu amefungwa maisha kwa kosa la kubaka. Kuna mwingine amefungwa, eh, miaka 30, kwa kosa la kubaka lakini majina sitaki kuyataja, ukiangalia mtaona ni watu wa mlengo gani lakini inawezekana ni majina wanapewa, ila hawaendi kwenye swala la kujifunza maadili na dini ile ambayo inawapa yale majina. Kwa hiyo wengine wanapewa jina kama vile sifa. Hili ndio nilikuwa nataka niombe mheshimiwa e, shehe wa mkoa pamoja na mashehe wengine kwenye wilaya zingine, wahimize sana watu waende wakajifunze swala la dini. Wengi hawapati elimu, na wanapokimbia kwenye mambo ya kupata elimu kwenye misikiti na makanisa, ndo tunapata wale wahalifu. Kwa hiyo ni mafikiri mkiimiza hivyo kazi yetu sisi vyombo vya ulinzi na usalama itakuwa ni ndogo sana katika kupambana na uhalifu. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa mimi hapa nimesimama kama mjumbe wake wa kamati ya ulinzi na usalama na ameniomba nifike hapa. Kikubwa nafikiri na yeye anapenda sana mkoa wake uendelee kuwa na amani. Anatuambia anatuaga, lakini hatuna uhakika sana. Yaani hata mimi mwenyewe sijaamini kama anaondoka. Lakini kama ataondoka, atakayekuja ukute mkoa ukiwa shwari itakuwa ni kazi rahisi sana kwake, na tutaishi kwa amani na tutafanya kazi za maendeleo katika mkoa wetu. Na mnavyoona, mkoa wetu bado unazidi kukimbia, yaani unakimbia kwa kasi sana. Baada ya hii barabara, basi wote tutakuwa tunaulizana ilikuwaje ukaishi hapa Mbeya? Kwa nini? Kwa sababu maendeleo yatakuja kwa kasi. Kwa hiyo kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anayafanya haya yote kwa ajili ya Watanzania, na sisi ambao sasa ni walinzi wa amani tunahakikisha kwamba amani inakuwepo na kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu E, mimi pamoja na wajumbe wengine wa kamati ya ulinzi na usalama pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa, niombe sana mtusaidie sisi, e, vyombo vya ulinzi na usalama, kutupa taarifa za wale wachache ambao watapenda kuvuruga amani. Inawezekana wengine wakatoka nchi jirani, basi hao sisi mtupe mapema, ili tuweze kushughulika nao. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu sisi wenyewe tu hatuwezi, kwa sababu hao wanaokuja wanakaa kwenye jamii zetu na wanakaa kwenye majumba yetu, lakini kwa sababu wakati huo itakuwa ni kila mmoja anakimbizana Sio rahisi kumfahamu, tutaamini kwamba wote ni wanachama wa chama fulani, kumbe sio. Lakini kwa sababu tumejipanga na mji wetu uko salama, naamini katibu pamoja na makada wengine wote ambao watagombea hawatakuwa na vurugu zaidi, isipokuwa uchaguzi wetu utakwenda kwa amani zaidi. Baada ya kusema hayo, niwatakie eh, Eid Mubarak, assalamu alaikum. Nataka al kutia fata kuomba dua kwa, madua, kwa Mwenyezi Mungu. Ampe um, baraka mstaikimea na familia yake kwa hili walilotufanyia hapa lakini pia tunataka kutia fatha na dua kutokana na yale ambayo tunaendea, na hususan kwa wenzetu wenzetu, meza hii niliokaa mimi hapa, wote unaoona katika jambo linaloendelea la uchaguzi, wana kazi nzito. Mheshimiwa kamanda wetu wa mkoa ana kazi nzito katika kuchunga amani na kuona hali na kuwa tulivu. Mstahiki meya kama alivyoeleza hapa, anania ya kugombea. Kwa hiyo katika kugombea lazima kuna presha juu yake ndani. Kwa hiyo tuombe dua, Mungu ampe utulivu na, na Mungu ampe mafanikio pia aweze kufaulu tena kuwa diwani na kuwa mea. Tunataka liwe hivyo. Katibu ndio usiseme, katibu wa chama ana presha kubwa huko. Kuna wengine nadhani baadaye watakuja kumuona kama yeye mbaya wao, kumbe anafanya kazi yake. Kwa hiyo tunataka tufanye dua hapa, siasa tutatuombea hey, hey, atamwita chinja chinja. <laughs> Dua tu Mwenyezi Mungu aweze kuyafanya hayo aweze kutudumishia amani katika nchi yetu atuvushe katika uchaguzi unaokuja na, na mengineyo mengi asifanye as, as, uchaguzi kwamba kitu cha kutufanya sisi tugombane. Lillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam al ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabu rahim. Ya Allah, tunakuomba utujalie amani katika nchi yetu. Ya Allah, tunakuomba uwape nguvu <translating> viongozi wetu ya Allah, tunakuomba umjalie rais wetu, mnusuru na mabalaa na shari, na umjalie uvumilivu aliokuwa nao kwa rehma na utukufu wako, na umpe subira katika uongozi wake na wote wanaomsaidia kwa rehma na utukufu wako. Utuingize kwenye uchaguzi hali ya kuwa kwa amani, na utuondoe katika uchaguzi hali ya kuwa tuwe na amani, uidumishe amani yetu, ya rabbil alamina, utukinge na shari na maadui wanayoonea choyo nchi yetu kwa amani tulionayo. Ya Allah, tunakuomba utustiri aibu za dunia na kesho ya akhera, utujalie kila la kheri kwa fadhila na utukufu wako. Ya Allah, tunakuomba uwarehemu ndugu zetu waliotangulia katika makaburi yao, uondoshe adhabu miongoni mwa adhabu za kabri kwa rehema na utukufu wako, wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi. Tunza swala la mchango harambea shule na jamaa wengi walikuwa wameahidi, majina yote tunayo. Kwa hiyo tunaomba yule ambaye aliahidi, basi ule mchango ufike sasa, kwa sababu kazi pale imeanza leo, kiwanja kimeshafanywa tumeshazunguisha mabati, vibari vya ujenzi, kila kitu viko tayari. Kwa hiyo wale wote ambao walitoa ahadi siku ya Eid, Eid ilfitri, na hapo walitoa ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa, mbele kwa msaiki. Kwa hiyo naomba zile ahadi tuzitekeleze kwa wakati, ili gurudumu letu la kazi lianze kwenda kwa speed. Na ninaamini kila mmoja anajitambua ambaye alitoa ahadi, basi naomba ile ahadi itimizwe inshallah. Shukrani Benjamin Kuzaga, rafisi wetu wa mkoa wa Mbeya, ambaye namwakilisha mkuu wa mkoa katibu wetu Bwana Muhammad Mavala, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini, ambayo una majimbo mawili kwa sasa, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya jiji, na Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Msafiri, ndugu zangu wote Waislamu, familia na ndugu wote kwa ujumla, kwanza kabisa mimi nimpende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa kwa uhai na uzima. Tumekutana leo katika siku ya adhimu kabisa, siku ya Eid al-Adha, siku ambayo tunasherehekea Eid baada ya kutimiza wenzetu walikuwa Maka kutimiza ibada ya hija ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa nao ndugu zetu wengi ambao tulikuwa nao na walitamani kuwa na sisi, lakini ahadi zao zimefika na nimetangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aweke mahala pema na awape fasaha jannati na awape katika makazi mema katika jannatul Firdaus. Lakini na sisi tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema inshallah. Ndugu zangu, la pili, mimi naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu, mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa naibeba au analibeba jiji letu la Mbeya. Miradi mingi imekuja, mimi kama mstahiki meya wa jiji nimesimamia miradi kila kona, miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya barabara. Tunasema Mbeya mama kaupiga mwingi. Shule mpya tumejenga za msingi, tumejenga shule mpya za sekondari za kutosha, vituo vya afya tumejenga vya kutosha, zahanati tumejenga na tunaendelea kujenga kila kata. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika, kwa hiyo tumshukuru mheshimiwa rais kwa sababu ametusaidia sana katika kulipeleka jiji la Mbeya kwa kasi kubwa. Lakini tumshukuru Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia ambaye naye amefanya kazi kubwa ya kiunganishi. Lakini tumshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa usimamizi wake wa halmashauri amekuwa anatusimamia kutoa maelekezo mazuri. Mheshimiwa DC, tunashukuru viongozi wote kwa ujumla. Lakini mimi kama mstahiki meya sitaacha kuwashukuru waheshimiwa madiwani ambao mimi nilikuwa mstahiki meya naongoza baraza hilo kwa ushauri wao, na kwa umakini wao kulipeleka jiji la Mbeya katika hatua nyingine toka alipokuwa tulipopokea jiji la Mbeya likuwa na makandokando mengi, lakini ndani ya miaka miwili mitatu, jiji la Mbeya tumeweza kulibadilisha, tumeweka miradi ya kiuchumi, tumeingia mradi wa PPP pale City Park. Kuna mradi unaendelea saizi pale Mwanjerwa soko la uindi ndipo katika mchakato tunajenga mall pale ambayo ya kisasa kwa hiyo mambo mengi yamekuwa yanakwenda mwanjero barabara tumefungua barabara sasa ya mapere tumeshaifungua tayari ukitaka kwenda uyole huna haja kupita apita isanga apita mapere ndoni zako na isanga iko salama kabisa na anaetaka kuja na aje wala atunzi mtu kuchukua fomu. Isanga iko vizuri, iko vizuri lakini vivyo, kwa nafasi yangu ya umea ya katibu niko vizuri. Kazi zangu zinajisema, nimefanya kazi nzuri na ninajiamini kwamba mimi bado nafasi nitaendelea nayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kazi nimezifanya nyingi na zinaonekana. Sijivuni, kwa sababu najivuna kwa sababu ya matendo. Kwanza nimetuliza baraza, baraza limekuwa vizuri, lakini maendeleo tumeyapokea na tumesimamia kazi vizuri. Mapato ya jiji tumepandisha, sasa hivi tunakusanya bilioni 21 ilikuwa mwaka huu, lakini tumeweza kukusanya bilioni 23 kwa kama mtaa nimefanya kazi kubwa na nzuri na naamini viongozi wangu wetu wanaitambua. Lakini katibu, nikwambie vivyo, tumeweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama pekee ambayo kina ilani yake inatekelezeka, na sisi kama halmashauri jiji la Mbeya tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kiasi kikubwa, upande wa afya, upande wa elimu, upande wa miundombinu ya barabara. Hatuwezi kusema kwamba kwa asilimia mia moja haikosekani mambo kwa wingi ambao tunakuwa nao, tukuta vituo vya afya havitoshi, kwa hiyo bado tunaendelea kupambana na hizi changamoto lakini tumetekeleza kwa kiasi kikubwa. Kwa katibu, wewe, tuliza boli tarehe 28 saa tano mimi naenda kuchukua fomu, utasikia tu vimbonga vyangu isanga lakini kwa mwisho ni kushukuru sana mheshimiwa RPC ambaye amekuja kumwakilisha mkuu wa mkoa, kumfikishia salamu zetu, sisi tuko naye pamoja, akiwepo hapa tuendelea kuwa naye pamoja, na kama atasogea mbele na hivyo hivyo tutakuwa naye pamoja, kwa sababu tufanya naye kazi vizuri na amekuwa mshauri mzuri sana kwa kwa halmashauri. Kwa kweli RPC Omera amekuwa mshauri mzuri sana kwa halmashauri, ndio maana tumeweza kufanikiwa. Na hili lote, siri kubwa ambaye ya mafanikio yetu jiji la Mbeya ni umoja, ushirikiano na mshikamano bila y kuwa tunashikamana na umoja na amani ambayo tunayo, tusingefika hapa tulipo. Mahali popote ambapo amani hakuna, maendeleo hakuna, lakini leo tunapata maendeleo kwa sababu amani ipo. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana yeye na kwa kushirikiana na sisi sasa katika ibada ya Idi pamoja na wewe raps, ni kupongeza. Umeacha shughuli zako, najua ulikuwa na mambo mengi, na mara nyingi wewe ndio unakuwa mlinzi, kwa sababu ni mwenyekiti wa usalama wa mkoa, na wewe ndio katibu wake, unakuwa jirani naye, lakini umeacha wewe kuja kujumuika na sisi hapa. Kwa hiyo tunasema asante sana, Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Na bali hii niseme kwamba tunakushukuruni sana na karibuni tena, hapa ni nyumbani, hapa ni kwenu wakati wote, karibuni kwa raha, kwa shida, karibuni, asanteni sana, Mwenyezi Mungu atubariki sana zungumzia swala la mchango harambee ya shule na jamaa wengi walikuwa wameahidi majina yote tunayo. Kwa tunaomba yule ambaye aliahidi basi yule mchango ufike sasa, kwa sababu kazi pale imeanza. Leo kiwanja kimeshafanywa, tumeshazungusha mabati, vibali vya ujenzi kila kitu viko tayari. Kwa hiyo wale wote ambao walitoa ahadi siku ya Eid el Fitr, na hapo walitoa ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu mbele ya kwa, kwa msikiti hapo. Kwa hiyo naomba zile ahadi tuzitekeleze kwa wakati ili gurudumu letu la kazi lianze kwenda kwa spidi na naamini kila mmoja anajitambua, ambaye alitoa ahadi, basi naomba ile ahadi itimizwe. Inshallah, shukran. Benjamin Kuzaga, rafisi wetu wa mkoa wa Mbeya ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa, katibu wetu bwana Muhammad Mavala, katibu wa chama cha mapinduzi wilaya Mbeya mjini, ambaye ana majimbo mawili kwa sasa, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya jiji, na shekhi wetu wa mkoa Sheikh Msafiri, ndugu zangu wote Waislamu, familia na ndugu wote kwa ujumla. Kwanza kabisa mimi nimpende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na uzima. Tumekutana leo katika siku ya adhimu kabisa, siku ya Eid al-Adha, siku ambayo tunasherehekea Eid baada ya kutimiza wenzetu walikuwa Makka, kutimiza ibada ya Hija. Ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa nao ndugu zetu wengi ambao tulikuwa nao na walitamani kuwa na sisi, lakini ahadi zao zimefika na wametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aweke mahala pema na wape fasiha jannati na wape katika makazi ya mema katika jannatul firdausi lakini na sisi tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema inshallah. Ndugu zangu, la pili, mimi naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu, Mama Samia Suluhasan kwa namna ambavyo amekuwa anaibeba au analibeba jiji letu la Mbeya. Miradi mingi imekuja. Mimi kama msaikimea wa jiji nimesimamia miradi kila kona, miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya barabara. Tunasema Mbeya mama kaupiga mwingi Shule mpya tumejenga za msingi, tumejenga shule mpya za sekondari za kutosha, vituo vya afya tumejenga vya kutosha, zahanati tumejenga na tunaendelea kujenga kila kata. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika, kwa hiyo tumshukuru mheshimiwa Rais kwa sababu ametusaidia sana katika kulipeleka jiji la Mbeya kwa kasi kubwa. Lakini tumshukuru mheshimiwa mbunge Dr. Tulia ambaye naye amefanya kazi kubwa ya kiunganishi. Lakini tumshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa usimamizi wake wa halmashauri, amekuwa anatusimamia kutoa maelekezo mazuri. Mheshimiwa DC, tunashukuru viongozi wote kwa ujumla lakini mimi kama msaikimea sitaacha kuwashukuru waheshimiwa madiwani ambao mimi nilikuwa msaikimea naongoza baraza hilo kwa ushauri wao na kwa umakini wao kulipeleka jiji la Mbeya katika hatua nyingine. Toka alipokuwa tulipopokea jiji la Mbeya lilikuwa na makando kando mengi, lakini ndani ya miaka miwili mitatu, jiji la Mbeya tumeweza kulibadilisha, tumeweka miradi ya kiuchumi, tumeingia mradi wa PPP pale City Park, kuna na mradi unaendelea saizi pale Mwanjerwa soko la Uwindindi lipo katika mchakato, tunajenga mall pale ambayo ya kisasa. Kwa hiyo mambo mengi yamekuwa yanakwenda. Barabara tumefungua, barabara sasa ya Maperere tumeshaifungua tayari. Ukitaka kwenda Uyole huna haja kupita Mwanjero, apita Isanga, apita Maperere, gari zako na ninani na kondo zako, lakini barabara nyingine kwetu tumeshafungua. Kwa hiyo kazi nyingi na kubwa tumejifanya katika jiji la Mbeya. Kwa hiyo katibu, mimi nitatamka wazi na rasmi kwamba mimi narudi kwenye kinyanganyiro na Isanga iko salama kabisa na anayetaka kuja na aje. Wala atunzi mtu kuchukua fomu Isanga, iko vizuri, iko vizuri. Lakini wewe kwa nafasi yangu ya umeya katibu, niko vizuri. Kazi zangu zinajisema, nimefanya kazi nzuri na ninajiamini kwamba mimi bado nafasi nitaendelea nayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kazi nimezifanya nyingi na zinaonekana. Sijivuni kwa sababu, najivuna kwa sababu ya matendo. Kwanza nimetuliza baraza, baraza limekuwa vizuri, lakini maendeleo tumeyapokea na tumesimamia kazi vizuri. Mapato ya jiji tumepandisha. Sasa hivi tunakusanya bilioni 21, ilikuwa mwaka huu, lakini tumeweza kukusanya milioni 23. Kwa kama mstake mimi nimefanya kazi kubwa na nzuri na naamini viongozi wangu wewezi wanaitambua. Lakini katibu, ni kwambie vipi tumeweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama pekee ambayo kina ilani yake inatekelezeka. Na sisi kama halmashauri ya Mbeya tumetekeleza ilani ya ilani Chama cha Mapinduzi kwa kiasi kikubwa, upande wa afya, upande wa elimu, upande wa miundombinu ya barabara. Hatuwezi kusema kwamba kwa 100% kwa haikosekani mambo yana, yaani hawezi kuwa kwa asilimia mia moja. Kwa kiasi kikubwa tumetekeleza, kwa sababu binadamu tunaongezeka. Leo unajenga shule, lakini bado tunazaana, tunakuwa wengi, tunakuta shule hazitoshi. Tunajenga vituo vya afya kwa wingi, ambao tunakuwa nao, bado tunakuta vituo vya afya havitoshi. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana na hizi changamoto, lakini tumetekeleza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo, katibu, wewe tuliza boli, tarehe ishirini na nane saa tano mimi nakwenda kuchukua fomu. Utasikia tu vimbonga vyangu Isanga, lakini kwa mwisho ni kushukuru sana mheshimiwa RC ambaye amekuja kumwakilisha mkuu wa mkoa na kumfikishia salamu zetu. Sisi tuko naye pamoja akiwepo hapa, tuendelea kuwa naye pamoja na kama atasogea mbele na hivyo hivyo, tutakuwa naye pamoja kwa sababu tufanya naye kazi vizuri na amekuwa mshauri mzuri sana kwa halmashauri. Kwa kweli, RC Omera amekuwa mshauri mzuri sana kwa halmashauri, ndio maana tumeweza kufanikiwa na hili lote. Siri kubwa ambayo ya mafanikio yetu jiji la Mbeya ni umoja wa ushirikiano na mshikamano bila ya kuwa tunashikamana na umoja na amani ambayo tunayo, tusingefika hapa tulipo. Mahali popote ambapo amani hakuna, maendeleo hakuna, lakini leo tunapata maendeleo kwa sababu amani ipo. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana yeye na kwa kushirikiana na sisi sasa katika ibada ya Idi pamoja na wewe Arapesini, nikupongeza umeacha shughuli zako. Unajua ulikuwa na mambo mengi, na mara nyingi wewe ndio unakuwa mlinzi, kwa sababu ni mwenyekiti wa usalama wa mkoa na wewe ndio katibu wake, unakuwa jirani naye, lakini umeacha wote kuja kujumuika na sisi hapa. Kwa hiyo tunasema asante sana, Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Na baada haya niseme kwamba tunakushukuruni sana na karibuni tena, hapa ni nyumbani, hapa ni kwenu wakati wote, karibuni kwa raha, kwa shida karibuni, asanteni sana. Mwenyezi Mungu atubariki sana.